Bayana. Mm -hmm. Mwanaume anawaza ngono kila baada ya sekunde saba, mwanamke hayuko hivyo. Mwanaume anamhitaji mwanamke kuliko mwanamke anavyomhitaji mwanaume. Naomba rudia, anayekupenda ni yule ambaye anakufurahia. Ah. sio anayekufurahisha. Mm -hmm. Anayekufurahisha anakudanganya, anayekufurahia, anayekufurahia ndio anakupenda. Anakupenda ndugu, <laughs> mtazamaji, unayempenda sio yule ambaye unahisi kama anakuvutia. Ah -ah unayempenda ni yule ambaye unamfurahia hmm, au na kipato au la, ukimfurahia hmm, inatosha. Kwani hakuna gharama unaoweza kutumia kwa kipato kwa fedha kununua furaha. Mwanamke anayekontrol chumba mwanaume na mheshimu, hmm. Wengine wanafikiri kwa sababu ametembea na wanawake wengi anajua mwanamke, unajua uchi wao, unajua miili yao, lakini yeye umjui mwanamke, ukimwambia neno ana uwezo wa kukaa na jambo bila kulitoa kwa saa thelathini na nne. Baada ya hapo, anachemka anataka toe mm. Unahisi kumbusu mwenzako, unaangalia watoto eh, kwamba tumeshakuwa na sehemu ya kupeleka upendo, sio kwa watoto watoto wanapokea upendo wako kisawasawa kwa mama yao, na mama, sehemu ya kupeleka mapenzi sio kwa watoto, ni kwa baba yao. Kumpenda mtu ni kuwa tayari kumbeba mm. Kwa hali yoyote ile ambayo ni mbaya, mm. Okay. Okay. Okay. Hali yoyote, hali yoyote, mbaya sio njema. I love you guys. So I love you. Don't say that. Love you too is not motivational. Ndugu mtazamaji, nilisema hiyo Marekani. <laughs> nilikuwa ni, ni, ni nafundisha kuna vitu ambavyo vinabidi tukuvikosoa na haya yote ni matatizo ya mimi, inakuja kama um, reaction na react mm -hmm. okay, uja respond una react yeah. mm -hmm. Kwa sababu kuna active response na reactive response. Okay, kama wewe una uhakika kwamba unampenda, mm -hmm. una shauku ndani, mm -hmm. umwambie tu thank you, mm -hmm. wow. Lakini kama una nawewe unampenda, umwambie I love you ondoa tu. tu kwa sababu tu ina maana you love him you love her because she or he loved you. Mwanaume unayetutazama sasa hivi, dunia hadi miaka yote hadi leo atuelewi kwamba neno mwanamke ni sawa na mystery. Mwanamke ni sawa na mystery. neno mystery ni jambo ambalo ni siri, ni, ni fumbo. Mwanamke aeleweki. Kwa kadiri mwanaume unavyojikita kumwelewa mwanamke, ndivyo hivyo tazidi kuwa disappointed maishani mwako utawabadilisha lakini utazidi kupata deception. Suleimani aliangukia mtego huo, alikuwa nadhani yeye ni mtaalamu kwa sababu ana hekima, ana play katika danger zone, anachezea humo, anachezea humo, mwisho wake akamwacha Mungu kabisa Suleimani. Mwanamke ni very dangerous, kwa sababu mfumo wa mwanamke ni mfumo ambao umepewa umungu zaidi, that factor number one. Ukisikia neno ufunuo ni neno la kike, manake ukisikia neno mystery, siri ni neno la kike. Ndio maana mwanamke aweze kukaa na siri, kwa sababu yeye mwenyewe ni siri. Mm -hmm. Yes, maji hayanywi maji mwanamke akai na siri, kwani yeye ni siri. Nature yake ni siri. Mwanamke ukimwambia neno, ana uwezo wa kukaa na jambo bila kulitoa kwa saa thelathini na nne. Baada ya hapo anachemka anataka toe, maanake sio sehemu ya kuweka siri. Unachukua siri unaweka kwake, maji hayani maji, yeye mwenyewe ni siri. Siri za mambo atatoa tu, ataongelea hayo hao Ukiweka mbegu kwake tumbo litaonyesha, maanake atunzi siri, kwa sababu yeye mwenyewe ni siri. Mwanamke ni divine mystery. Ukirudi mwanzo kabisa hapa, ujumbe kwa wakina wanaume, wengine wanafikiri kwa sababu ametembea na wanawake wengi, anajua mwanamke, unajua uchi wao, unajua miili yao, lakini yeye umjui. <laughs> Uhusiano ni kuziba mapengo, kufuta mapungufu. Ina maana ki namba 1 kuungana na mtu tu mm, ni kwa ajili ya mazaifu ya kwako ya kwake kuyafunika, kuya hey. Kumpenda mtu ni kuwa tayari kumbeba, mm, kwa hali yoyote ile ambayo ni mbaya, sio njema. mm. Okay, okay, okay. hali yoyote ambayo ni mbaya, mbaya, ndio maana inabidi kubadilisha confession wakati wa kufunga ndoa kwa mfano mm -hmm. bora mtu aseme nakupenda, na wakati wote mbaya nitakuwa na wewe mm -hmm. usiseme wakati wa raha, kwa sababu ukishampenda mtu raha ipo obvious. obviously <laughs> upendo unadhirika penye mabaya okay. uwezo ukawapenda wema mm -hmm. ni asili ya kipagani <laughs> <Kupenda wema. laughs> hey, hey, kwa sababu Yesu alisema nini mkiwapenda wanaowapenda uh -huh. Tofauti iko wapi kati ya nini na wapagani wanaowapenda wale wanao wapenda ni wapagani. Hmm. Ina maana mwana wa Mungu anayeelewa the universal concept ya life ni yule ambaye anawapenda wasio na upendo wenye kasoro. Uwezo kamsamea asiyekosea. Apathy ni kutokuwepo kwa muemko au hisia ambazo ni misukumo mm -hmm. Kutokuwepo kwa mwemko mm -hmm. wakati wote unapo surprise unapozuia mwemko unakuwa apathetic. Mahusiano mengi yana migogoro kwa sababu wahusika hawana mwemko na hawana hisia yes, kwa sababu ndio maana utakuta mkiwa na mgongano tu mm -hmm. kila mmoja humtaki tena mwenzako Una, utaki mwenzako kwa kusupress emotion, kwani mkiwa hamuelewani ndio mnahitajiana zaidi zaidi, mumeo anakuja kali ili, mm, itibu hiyo hali iondoke, okay, lakini ukiendelea kuipinga mm, unasababisha maafa na madhara katika mahusiano okay. Ndio maana mkigombana unamhitaji mke wako zaidi, mm, namhitaji mke wa, mume wako zaidi, mm, kitandani unahisi kama Yani ni mguti au la, mm. atanionea hapo mm. umeisha jikosea, una surprise emotions, unazuia hisia, una unazuia mwemko huo mm. ukiwa unazuia feeling, utaki kutabasamu, utaki kucheka kwa sababu wewe una cheo mm. utaki kuongo kukaa chini ukule na watoto ucheze mm. na mume muke upotezee mbali yote ya misukosuko ya maisha mm. u express ufanye exhibit unavyohisi, hmm. Unahisi kumbusu mwenzako, unaangalia watoto eh, amba tumeshakua so una... ndugu na umri gani? <laughs> Mungu hadi leo anawaambia watu nawapenda eh. Lakini wewe una miaka 60 unafikiri umezeeka eh. Uwezi ukamwambia mtu I love you hmm. Kwa hiyo hasa kwetu hapa Afrika hmm. Fatilia vizuri, ndio maana wazungu anaweza kawa na umri mkubwa, lakini anaonekana kama kabinti bado hmm. Kwa sababu mzungu anavyohisi anapeleka anaongozwa hivyo tangia awe mdogo. Uh, na wewe amua hivyo. Apathy ni ugonjwa mbaya sana. Um, apathy ndio inayopeleka hadi depression msongo wa mawazo. Um, apathy ina increase stress inatengeneza stress ikose balance. Um, ina maana kizunguzungu unakuwa na blood pressure unakuja, unakuja kuwa schizophrenia mwisho wa siku unakuwa sociopath. I love you guys, so I love you, love you too, don't say that A, ndugu mtazamaji, nilisema hiyo Marekani nilikuwa nafundisha, kuna vitu ambavyo nabidi kuvikosoa naa ote ni matatizo ya MMC. Nilikuwa nafundisha Marekani, nikamwambia wazungu wale "Why mnasema I love you too?" hiyo uh, <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, uh, um, tu inakuja baada ya koma. Mimi mtaalamu wa lugha uh -huh, mimi. I love you okay? uh -huh, too. I love you, comma, uh -huh, two. Two. Mi koma tu m mm t -hmm, ina maana hiyo tu, mm -hmm. tu. tu mm -hmm. Inakuja kama um, reaction mm -hmm. na react mm -hmm. React okay. Uja respond una react yeah. mm -hmm. Kwa sababu kuna active response na reactive response mm -hmm. Kwa okay. Mfano okay. Mtu akwambia I love you mm -hmm. Kama wewe una uhakika kwamba unampenda mm -hmm. una shauku ndani mm -hmm. umwambie tu thank you mm -hmm. Ah lakini kama wewe unampenda, umwambie I love you. Ondoa tu kwa sababu tu, ina maana you love him, you love her because she or he loved you. Alipenda wewe kwanza, alafu wewe unampenda. Ungekuwa unampenda ungeanza kusema wewe, so wakati wote ujihesabu wewe ndio unaanzisha mm, sio kwamba umeshawishika kumpenda kwa sababu yeye anakupenda mm. Eh, yeah, mtu mm. oh, eh, kama, oh, thank you. Kama una uhakika kama unampenda Ishie pale, <laughs> baada ya kumwambia I love you too, <laughs> hiyo ni feki. <fake> <laughs> Mamama wa zamani walifumania waume zao red ended, lakini ndo iliendelea na walikuwa wanasuluhishwa kiurahisi, matatizo yanasitishwa. Lakini sasa hivi watu wanavumiliana kwa kulipizana chini chini, na mwisho wa siku hatma hakuna tunataka tatizo ni kuelewa sekta ya furaha inasababishwaje. Ndoa yako ikikosa amani, na maana furaha ndio imekosekana. Ndoa yako mahusiano yako yakikosa riziki, mnakosa mm. furaha, mnakosa mm. raha. Vitu vingi tunavyovifanya maishani tunatafuta raha, ndio maana niliwaambia last time, ukifanya una, unachokipenda utafurahi, na ukipenda unachokifanya utafanikiwa mm -hmm. Kuna furaha na mafanikio ni vitu ambavyo uweze ukavitengenesha. mm -hmm. Tunda la Roho ni upendo ama, eh, furaha ina maana mm -hmm. bayana ya upendo ni furaha. Anayekupenda ni ambaye mm -hmm. ana anayekufurahia. Anayekufurahia, ana yule ambaye anakufurahia, sio anayekufurahisha. Anayekufurahisha anakudanganya, anayekufurahia anakupenda. Ndugu mtazamani, unayempenda sio yule ambaye unahisi kama anakuvutia uh -uh unayempenda ni yule ambaye unamfurahia mm. Au na kipato au la, ukimfurahia mm -hmm. inatosha, kwani hakuna gharama unaoweza kutumia kwa kipato kwa fedha kununua furaha mm. Uwezo kanunua furaha au raha mm. Ndio maana watu wanakuwa na synthetic happiness mm -hmm. Wanategemea matokeo ili wafurahi mm -hmm. Inaitwa synthetic happiness mm matokeo yakitoka kwamba ana UKIMWI anafurahi. Matokeo yakitokea kwamba ana ugonjwa anafurahi. amefaulu shule anafurahi. ataolewa anafurahi. pesa imepatikana ya kununua kiwanja amefurahi. Au watu wana synthetic happiness, ina maana hawana furaha, wanafurahishwa. Mwenye furaha anafurahia. Ndugu, unamchukia nani? Chuki ni sifa endapo haitaelekezwa kwa watu Asira ni sifa endapo utaelekeza asira kwa mtu. Ikielekezwa kwa mtu, sio sifa tena, ni sumu. Ukimkasirikia mtu, maumivu yako yatakuwa makali kuliko kukasirikia jambo. Kwa tu tuweke sawa hapa, ndugu mtazamaji, eh, negative ni muhimu sana katika maisha. Picha ili ionekane, inabidi iwe negative kwanza. <laughs> katika sayansi ya electronic electricity mm. Negative unaona kwenye betri ya gari lako mm. Ni current flow N minus ile mm. Ndiyo inaonyesha umeme unatembeaje, unapunguzwa wapi? mm -hmm. Kwa sababu positive inabidi negative awepo mm. Anayeongezewa inabidi ajifunze kupunguza mm. Na anayezidishiwa anapaswa kupunguza kugawanya ni arithmetic mm -hmm. so ukiona positive kuna negative mm -hmm. Sasa negative kazi yake ni kusaidia positive asiendelee kuzalisha tu, asizidiwe mm -hmm. na awe pia na sehemu ya kupunguza. yeah, ukiwa na hasira mm -hmm. ina maana usiweke hasira hiyo mm -hmm. kwa mtu, kwa sababu ukiweka hasira kwa mtu unagongesha positive kwa positive okay. ni umeme kwa umeme mm -hmm. Ni hatari ni hatari, lakini ukiwa na asira uh -huh. kwa hali ya wewe kuwa mwenye dhambi uh -huh. ya wewe kuwa muhuni uh -huh. ukiwa na asira ya wewe kuwa mwenye mbea uh -huh. ukiwa na asira na wewe kuwa mwenye kuchanganya watu uh -huh. kwa sababu kuna watu ambao wana vieti maalum, wana PhDs, sio kama ya kwetu uh -huh. lakini wao na PhD za kwao za kuhakikisha kwamba watu waishi pamoja yeye professional anaweza ni mtaalamu kabisa kuunganisha ulezi. Nambari 1 ni baba, mama ni mtunzaji. Mama natunza vizuri familia kwa mapenzi, na baba analea vyema familia kwa upendo. Ujumbe kwako, kwa baba, usipoweka mifano ya upendo, utafelisha familia, na sehemu ya kupeleka upendo sio kwa watoto watoto wanapokea upendo wako kisawasawa kwa mama yao. Na mama, sehemu ya kupeleka mapenzi sio kwa watoto, ni kwa baba yao. Sehemu ambapo watoto wanasoma mapenzi ipasavyo ni kwa baba yao, unavyompelekea mahaba. Baba akifika, unavyombusu, ukifungua macho kwa sababu kibusu macho yatakuwa anataka kufunga, ina maana busu la kukontrol uingie katika mwemko. Fungua macho, uoneshe watoto kwamba na mbusu baba yenu nikiwa na utambuzi kamili. Na baba, unapo respond kwa mke wako leo, urespond kwa uhakika. Watu wengi tunafikiri ndoa ni ya kiroho mm -hmm. Tuwe realistic mm -hmm. Ndio maana ndoa zenye shida kubwa sio za wapagani mm -hmm. Hey, zatu wa kiroho kiroho, mm, ndoa za wachungaji, maaskofu nini, ndoa za matatizo unajua. Mm. mm. kwa nini? Kwa sababu kitengo cha kimwili wanakipeleka kiroho. Mm. Hii mwanamama, mwanababa, ndoa ni ya kimwili. Mm. Baba penda mke, watoto wanakupenda hata ukiwa mbali. Mm. Mama uwe na mapenzi na wanao, watoto wana mapenzi na wewe uwe mbali au karibu. Mm. Mama uwezi ukamfana mtoto akue utamtunza mno, atakuwa mwepesi kuconnect na watu ata, atakubalika na watu haraka, lakini atafeli kuishi nao, kwani mguso wa baba ni muhimu. Matatizo kati ya baba na mama msiwahusishe watoto, kwani nini, mmefeli kuishi, lakini watoto wamezaliwa, kwani mmefaulu. Baba uhakikishe watoto wanamtembelea mama yao kwa ridhaa yako. Ukiwa unamchukia mtu sana, unaumia wewe kuliko yeye, unayemchukia aumii pamoja na wewe. Kwa hiyo hakikisha tunaelewa hilo na tunafunga ukurasa kwa kusema, wana mama wengi mnaoteseka, na unahofia watoto wako wasiende kuteseka, wewe unateseka. Ukifariki wewe, wale wataitwa yatima, lakini wao wakifa, utaitwa nani? Katika sifa endelevu, hakuna Tawapenda daima. Kuna tofauti kati ya kumuongelesha mtu na kumpa jibu anayeleta kejeli. Kumbuka process tunaokwenda, yeah. anayetakiwa asijibu ni yule mwingine ambaye anafeel kwamba jibu inayotoa ni contrary yanachosema. hmm. si kwamba asiongee tena, yeah, okay. kuhusu hiyo topic unaoleta wewe. hmm. Kwa mfano mtu akinyamaa kimya alafu anaangalia pembeni uoni macho yake. hmm. utaongelea kejeli utaongelea kiajila anakuangalia, alafu unaongea anakuangalia, akikuangalia, eh, hata akikuangalia atakupandisha na shuka chini, anakuangalia kabisa, yaani mwenyewe unajiangalia na wewe. Kuna watu wana macho <laughs> tufunge ukurasa kwa kusema tufunge ukurasa kwa kusema mwanamama hasa ndio mtaalamu wa kejeli. Mwanaume hawezi kumtisha mwanamke, hawezi kumtishia mwanamke kwa kejeli, kwa sababu so mwanamke ana viungo mwilini mwake vinao mfanya yani, ana sifa tu, you see that, lakini mm. sisi Mungu ametuumba sura tofauti mm. wanaume tuna sura, tuna sura nyingine kama nyani, okay. you see, lakini mwanaume, kwa hiyo mwanamke yuko kama ua, mm. na ndio maana anayeweza kuwa na kejeli zaidi ni mwanamke, mwanaume ndio anatafsiri hivyo. Ukiangalia masuala ya kejeli ni mwanaume, mwana sana sana mwanamke mwanaume anaweza kusema mwanaume na, dharau, mwana na, mwanaume na mm. Mm. lakini mwanaume atasema mwanamke anakejeli kwa sababu anayeweza kupeleka macho juu na kushusha chini yeah. ni mwanamke yeah, ni mtaalamu kabisa. So mwanamke uki ukiwa namwongelesha mtu ni maongezi okay. you see that? Ni interaction ukimuuliza, nadibu ukimuuliza, na jibu, lakini kama wewe unasema jambo hapa, tunataka kumwokoa yule ambaye ana drive kejeli. Ukiumizwa usijibu moja kwa moja, pima sekunde kumi, kumi. unahesabu kabisa moja, mbili, tatu hadi kumi, alafu unapojibu utafikiria kwanza alisemaje, utajibu straight kwa ile, na kama unajibu moja kwa moja, umwambia asante, nimesikia huko. Mama kwa watoto wako ni baba kwa watoto wako, kwa mke wako ni mume, labda mwite mume wako bwana kwa maana ya Lord kama Sara. hmm. Alikuwa anamuita Ibrahimu bwana. hmm. Ndio heshima sio shikamo. hmm. Wangapi anakuamkia shikamo, wana adabu na wewe. hmm. Ndio maana mimi baina cha nawe, usikatai ukipewa, chukua. hmm. Lakini hmm. peleke wapi? <laughs> sijui. <laughs> Ndugu, turudi hapa, watu walioanzisha leo wanajua inaene tafsiri yake, ndio tuchukulie hivyo hivyo tu. hmm. Kwamba wa anawe... chini anajiweka chini ya miguu yako yani ni, ni proof of servant hood. mm -hmm. yani yeye yuko chini ya miguu yako mm -hmm. shikamo niko chini ya miguu yako unaona eh? so mm -hmm. sio mbaya lakini mume wako mm habari -hmm. za saizi mume wangu umeshindaje? Ukiona muita hivyo mnakuwa levo utamwendo vizuri kimahaba. Kuna wanawake mume wake akiwa anasoma gazeti yeye yuko pembeni anaogopa kusogea hata kukaa na mume wake kwenye kiti. Ndugu mama, bahati mbaya hii ni TV na wakina baba wanasikia. Mwanaume anamhitaji mwanamke kuliko mwanamke anavyomhitaji mwanaume. Naomba rudia, mwanaume anamhitaji mwanamke kuliko mwanamume mwanamke anavyomhitaji mwanaume. Kiaje? Bayana. Mm -hmm. Mwanaume anawaza ngono kila baada ya sekunde saba mwanamke hayuko hivyo. Kwa hiyo mume wako asikutishie, kwani mtaani kuna binti fulani hivi akufikii, wala hata mtoto wako, mume wako anachezewa naye. Kwa nini? Kwa sababu yule binti yuko bold, ni shujaa, ni jasiri. Wewe una woga, unatanguliza mabaya, mume wangu anaweza kanichapa. Mwanaume akiwa nakuchapa, ina maana chumbani anaendesha yeye. Mwanamke anaye control chumba, mwanaume na mheshimu. Mpinzani mm. wa upendo ni chuki. Ina maana wewe ukiwa na chuki, ina maana unapinga upendo mm. Okay, kinyume cha upendo sio chuki, uoga mm. uoga. Uoga kwa nini? Uoga kwa sababu anayeogopa mm. anapoteza uhakika mm. ukipoteza uhakika unakosa haki ukikosa haki una imani, usipokuwa na imani utakuwa na matumaini kwa Mungu, kwani mwenye imani ni yule ambaye anakuwa na tarajia kwa Mungu na anasaba, anakuwa na bayana ya matarajio yake kwa Mungu hmm. sio kwa watu mwoga hmm. amwogopi Mungu. Ndio maana ukiwa unamwogopa Mungu tunasema hofu sio hmm. woga hmm. sema ni na, na woga wa Mungu <laughs> Kuna hofu inakuja, yeah. yeah. baada ya kutambua Mungu ana uwezo gani ya kusababisha mema na mabaya, mabaya. Maishani mwako hmm. unakuwa na hofu hmm. Oh, kupenda upendo ni tunda, ni tunda. Sio yes, mbegu Bible Right okay. Matunda ya Roho ni upendo. Au tunda, tunda sio matunda. Ah, tunda. Tunda. Tunda la Roho. Oh. Yeah. mbegu weza ukapanda tunda ila ukiona tunda inamaana. <laughs> <laughs> mbegu, mbegu. Mm -hmm. mbegu ipo inamaana, yeah, okay, okay. upendo unasababishwa mm -hmm. mm -hmm. Una sababu. yeah, upendo unasababishwa mm -hmm. mm -hmm. na mbegu yake mm -hmm. na mbegu ya upendo ni kiasi. Mm. Can you believe that? Mm. Yani self-control. Mm. Self control control, control. Mtu ambaye ana uwezo wa kujikontrol mwenyewe mm. Mtu ambaye ameisha jitawala yeye mm. anapanda mbegu ya upendo ndugu mtazamaji, hatua muhimu ya kukuwezesha kutoka moja kwa moja katika tamaa ni distance, kwa sababu tamaa ni kwa macho, tamaa kwa mwili zao lake mbaya, kiburi. Sasa ukishafikia hatua ya kiburi, unamzuia Mungu kwani Mungu anawapinga wajikweza. Sasa ukiwa unajikweza, Mungu anakupinga atakaye kutetea ni nani? Bora una conflict na watu, lakini Mungu akikupinga utapitia wapi? Kwa sababu promotion ni watu, lakini watu hawawezi kupromoti Mungu asipowaamrisha wa ndio maana leo hii maisha ya dunia, watu wengi tunajitahidi kujiinua wenyewe, lakini wanaoinuliwa na Mungu ni wachache. You see, so hakikisha una time na wewe distance. Dunia ya leo, changamoto kubwa ni ukaribu usiokuwepo ambao ni fantasy. Tunafikiri kwamba tuko karibu, kumbe hatuko karibu. Kumfikia mtu, inabidi yeye akusogelee, hmm. Akusogelee, hmm. I'm gonna say that again ndugu mtazamaji, my kumfikia mtu inabidi yeye akusogelee. Inabidi uelewe kwamba katika maisha yako, watu unaofikiri wako karibu na wewe hawako karibu, hadi wewe wasogelee na wao, wao na tayari wako kupokea. mm -hmm. Leo hii matangazo ni mengi, adverts, tunajitahidi kupata idadi badala ya kupata uwepo wa watu hadi kwenye majukwaa matangazo mengi ya makanisa na kadhalika. Mi nakumbuka zamani makanisa yalikuwa amejaa lakini matangazo yakuwepo. Sasa sisi leo kuna strategy tunasema nabidi tuende na wakati. Wakati kwa taarifa yako ndugu zangu, wakati hauendi na watu, wakati unakwenda ina maana wakati hauendi na sisi, inabidi sisi tutumie wakati ipasavyo teknolojia inabadilika, lakini uhalisia ni ule ule. Angalia leo, watu badala ya kunene wa kukua, watu wanaanza kunenepa.